Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jina langu ni Jafari Amiri Mponda, mwandishi mtangazaji na mwandaji wa kipindi cha Zumari pale katika chaneli ya UTV Azam TV hapa Dar es Salaam. Na wahalika waislamu wote na wasiokuwa waislamu kuhudhuria katika mashindano ya Qur'an tukufu makubwa zaidi ya mabara yote ulimwenguni chini ya uandalizi wa taasisi ya Al-Hikma inayosimamiwa na fadilatu Sheikh Nuruddin Ahmad Kishki, yatakayofanyika tarehe moja mwezi wa tatu mwaka elfu mbili na ishirini na sita yaani mwaka huu katika uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Ni siku ya Jumapili, kuanzia saa kumi na mbili kamili asubuhi hadi saa saba mchana. Kumbuka, hakuna kiingilio, yaani ni bure kabisa insha allah. Mimi na familia yangu, jamaa na marafiki zangu tutakuwepo ncha kwa ncha, bega kwa bega